Pakome, pakome babu nani, sawa, tufanye pakome na Morris anafanana, wachezaji wao tufanye sawa, lakini ukimwangalia Morris ana miaka 30 mbele ili aache mpira. Pakome ana mwaka huo mmoja aache nini mpira? Uongo, unabisha. Pakome ana miaka mingapi? Mimi nimeanza kumwangalia pakome ni perform too, anacheza mpira huko <laughs> Kwa huko kwao huko Pakome, mimi nilipo form naenda shule anacheza mpira mpaka leo anacheza yule <tipa> narudia, Pakome. Pakome kazaliwa kwao, kuna hospitali inaitwa Avocado Expito, mwaka elfu moja mia tisa themanini na tisa kwenye kuhitaji? Na ndio hospitali kazaliwa Pakome, Avocado Expito ipo huko kwao huko, mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane ndio Pakome kazaliwa. Kwa hiyo Pakome asema na msimu huo Azeki ashuru. Huwezi kufanisha na Maurice ndio kwanza na miaka 17. Yeah. Na mdogo yule mtoto wa watu maskini na Mungu. Na onyo onyo, onyo, yeah. Onyo. Yeah. Onyo. Yeah. Wa yeah. Tap tap yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Dada TikTok. Mama tap tap screens, tap tap screen, mufuate wewe pa yule mchezaji wetu Maurice. Jela. Jela. Tunafunga tukigundua dada wote. Maana kuna dada anashinda katika TikTok usiku. Yeah. Tap tap screen, tap tap screen, yeah. Yeah. Mkimfuata mchezaji wetu Maurice. Yeah. Jela, yeah. Yeah. Pingu wote. Ile ni dhana ya Simba dhana ya Simba Moris Bram, mtoto ambaye kaja anatupa sisi furaha kwanza. Ukiangalia mpira unaenjoy, yani pasi zake anavyotoa kabisa, huyu ni mchezaji huku, na mtare budo hapa nyuma, hapa sasa nyuma kidogo, una ule kante. Sasa ule kante, kadri siku zinavyozidi kwenda kiwango chake kinapanda. Mnabisha nyie andishi, kipindi anacheza mechi ya dabi, kila mtu alimkataa, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda kiwango kinafanya nini. Simba ndio timu wenye wachezaji quality player kuliko timu yoyote Afrika mashariki na kati. Yaani Simba ndio timu yenye wachezaji bora okay, kuliko timu yoyote Afrika mashariki na kati. Sio Yanga, sio Mtibwa, sio nani, si nani. Simba ndio timu yenye wachezaji bora. Mmoja mmoja kwa quality. Ukimchukua okay, okay, huyu, ukimchukua, ukichukua okay, kuunganisha okay, unapata combination. Ndio maana Simba inaweza kupa matokeo mechi yoyote. Okay. Dabi ni mliangalia. Dabi si mliangalia? Yanga ametufunga kweli. Lakini Yanga hajatufunga, wao ametufunga si VIPB ndio VIPA ndio ametufunga. Sio Yanga, sio uwezo wao kaet alizoleta ashaaishamaref marefa sisi ataufunga kwa uwezo. Umecheza mpira mkubwa uwanjani, ajifunze ajue kwamba timu wanaocheza ni timu kubwa, ujue mashabiki wengi atupenda. Kuongeaga ukweli, ujue mi naaminigi ukweli unamjenga mtu. Mimi maisha yangu naaminigi hivyo, ndo mimi siogopai kumwambiaga mtu ukweli kwa sababu ni timu yetu tunaipenda wote. Unaponyamaza unaf unaficha ugonjwa. Hawa anapocheza ajui kama vile anaichezea Simba sport club, anatakiwa ajue hii ni Simba timu namba tano Afrika. Hauwezi kucheza mpira kama ule wa kitoto kwenye boksi huku. Sisi tunasubiri matokeo, tumejazana hapa Coco Beach, sindio? Tunajua ni namba kumi kwa mfumo wa Simba ulivyo, namba kumi ndo, ndo, ndo kiungo mchezeshaji, atakiwa amue nini matokeo kwa hiyo anatakiwa anapocheza, Simba, hajui anatumikia timu ambayo inahitaji matokeo na inafanya vizuri. muda wote aache utoto. Asije akasababisha tumkumbuke chama kurudi. Tunamwambia kabisa, asije akasababisha tukamkumbuka chama kufanya nini kurudi, kwa sababu mechi hizi hazihitaji mdaa kwenye boksi kama namba teni. Kakosa magoli mawili wazi na sio mara moja msimu uliopita. Kwa hiyo anatakiwa ajitume na ajue kwamba anacheza timu ambayo ina mashabiki na inahitaji matokeo. Mandala lakini kuna replacement wake kwa maana ya Neo Maema. Umeruka kwenda kwa kumkumbuka kwa chota chama pengine amna imani na Neo Maema? Hajasema kama tuna imani na Maema, lakini lazima muongelee mtu ambaye kuja kufanya makubwa. Ujue mechi kama hizi, mechi hizi lazima utamkumbuka chama kwa sababu ndio mechi mara nyingi chama kaziamua. Siwezi kumzungumzia Maema kwa sababu sijaona si yani, hakucheza Simba, hatujui ubora wake upo wapi, lakini tunamwongelea mtu ambaye ubora wake tunafahamu. Tunajua kila mwana Simba kumuuliza habari ya chama anajua. Yeye ndo katuvusha mguu wake kuingia robo kwa mara ya kwanza kwa kizazi chetu. Mguu wake katuvusha kwenda makundi. Yeye ndo katuvusha na kachukua tuzo za mchezaji bora Afrika mara kibao. Na ndo mchezaji pekee kwenye ligi ya Tanzania na magoli mengi klabu bingwa kuliko mchezaji wote. Kwa hiyo lazima tumzungumze yeye, kutoka katuonyesha makubwa, na ukimwangalia bado ana kiwango kikubwa. Na ndio maana tunamwambia hawa asija katukumbusha, tumkumbuke chama. Acheze, atoe kwaliti yake tuione. Sasa anafika kwenye box anaanza tena kutenda mambo yake so, kwenye boxe, kwa kukaanguka. Hii Simba tuna maumivu ogopa, timu ijachukua ubingwa misimu minne, mashabiki wanajaa uwanjani, ogopa, timu ijachukua ubingwa misimu minne, watu wananunua jezi, tunaipenda timu yetu, aache masiara kwenye boksi. Nani ukwamini? Ah, mimi siwezi kuingilia kwenye uongozi <coughs> ila, kwa taarifa nizokopo nazo, kuna kocha moja anakuja, kocha wa dabi, kuna mja kocha wa dabi Ah, kocha wa adabi wanakuja, akitua tu hapa shughuli imeisha. Yaani kocha mchezo wote hawezi na za adabi. Kwa hiyo mnasajili kocha wa wa adabi pekee. Tuna makocha wawili, kocha msaidizi wa ligi kuu, alafu tuna kocha special adabi. Ah, yeye kazi yake adabi. Yeye adabi tu kazi yake. Tumemleta hususan hey, tu, tu, kwa adabi. Kwa sababu Simba ilivyo, labda unikoleshe kwa Simba. uh -huh. Simba tumechukua timu ambayo ina wachezaji bora wenye uwezo. Kwa hiyo hata ukikaa benchi unafundisha Simba. Msimu mechi iliyopita kwenye benchi hajakaa Matola. Timu ilishinda hajashinda? Leo ya si, tuna uwezo. Kila mechi tukamweka kocha mpya na timu ikapata nini? Ushindi. Tumemweta kocha spesha kwa ajili ya dabi tu, kwa sababu kuna timu inatusumbua sisi. Lakini Mandala, kwenye maelezo yako ulisema eh, kufungwa na mtani si kocha bali mnafungwa nje. Wewe umenisikiliza vibaya, hebu nisikilize. mm -hmm. Nimekwambia hivi. Yeah. Dabi uh -huh. Yeah, ina asilimia yeye, inacheza kwa vipindi. uh -huh. Dabi asilimia ishirini ya kocha, asilimia arobaini ya viongozi. mm -hmm. asilimia arobaini ya nani, ya wachezaji Unaelewa vizuri, kocha ana asilimia zake, ndio maana tumemleta kocha wa Dabi, mwenye asilimia zote 20. E, ana asilimia kakamilika, katoka kwenye benchi la ufundi la usaidizi wa Liverpool ndio anakuja anaitwa nani? Ajina sikutajii wewe, nachunguza kwenye benchi la ufundi msaidizi pale nani pale Liverpool, mchunguze ndio anadondoka hapa Simba ha ha, makundi makundi. Wewe dogo wangu unauliza Simba makundi? Yaani wewe hey! Kwa akili yako mwandishi, eti Simba unapigia mahesabu itoke saizi? Yaani kwa akili yako umekuja hapa Simba itolewe? Simba situpigie mahesabu makundi. Simba makundi, situpigie mahesabu sisi. Tunapita robo tunapita, azni kutka mashaka kuanzia nusu. Lakini mmeshikilia roho hapa. Wapi tusikilie roho? Tekniki hiyo ni tekniki babu. Kwani msimu unapita? Yanga mechi ya kwanza alishinda goli ngapi? Sio goli saba. Sio, alishinda goli saba Yanga. Mechi inofuata alishinda nane? inaofuata si saba tena, akashinda nane, alifuka robo magoli tena, amepiga penati yake kali, hajawahi kukosa penati. Dani chazi ya yaua ameweka kambani na ametuvusha kwenda tua inaofuata. Kwaio wanasimba tuwe, na, tuwe na, na, na, na, tutulize preshue tunywe mtoli, nyama zinakuja chini umeonaje level ya kikosi na mbinu falsafa kwa namna ambavyo timu imecheza? Uh, Morocco binafsi sitomlaumu sana, kwa sababu ndo mara ya kwanza kusimama kwenye viunga vya Msimbazi, na ndio maana unaona Matola kwenye mechi ya ligi alikuwa yuko bora sana kwenye kufanya sabu, kwa sababu yuko na timu muda wote, makocha wote wanapita na timu tayari, lakini kwa mechi hii si mlaumu zile sababu alizozifanya, ndio kile alichokiona, lakini kikubwa Simba imefuzu kwenda hatua inayofuata.